Uwezi kwenda peponi kwa kuswali swali tu. Tushele maneno yule Dr. Sule yule sijui eh, Mtume kameno kwa ajili ya dini eh. Anasema hakuna hakuna hakuna pepo ya kuswali swali, yaani wewe uswali tuende peponi. Mtume kang'oka meno kwa sababu ya dini ah, wala sio meno, na wala halikung'oka ni jino moja rubaia ya chini sufla, nayo ili katika kipande cha juu. Hakuna mwanazuoni anasema kama itoka katika asli, haikutoka katika asli jino hilo yaani alikutoka yani, nikang'oka yani, kama vile we unavyong'oa jino au unapopigwa ngumi ukang'oka jino. Aa, ilikatika jino la chini. Sasa huyu Dr. Sule hatuna haja ya kumzungumzia, auna haja ya kuzungumzwa. Haya mambo tulishayasema, mambo sio, hakuna pepo ya kuswali kuswaliswali na kadha. Kwayo anaona kwamba ili mtu ende peponi ung'oke nini? hye mbona hang'oke meno? Doctor Sule ana meno, hana sana meno yake yote kamili. Kang'olewa jino wapi? labda hmm, jino kama laumu akang'ole hospitali, lakini kapijana lini akang'oka meno? Sasa takuambia oh, watu kwamba hawezi kuenda peponi mpaka ang'oke meno. Hawana mawaidha, wameishiwa na ukisema hivi bwana, watu wana ah, yani hawa wana kibria wao, wajua kila kitu ah. Wewe huwezi kusema, huwezi kujua. Mtu ajua ngumi vipi kama wewe hujui ngumi? Mtu utasikia asifia mtu alio jamaa, anajua Kiingereza, wewe wakijua, ili msifie mtu anajua Kiingereza vizuri, wakijua wewe Kiingereza, si wanielewa. E, ndo tatizo la jamii kwa mtu katoa mawaidha ya uongo kwamba hakuna pepo ya kuswali. Pepo ya kuswali ipo na bali kitu kitachowaingiza peponi watu, kitu kikubwa baada ya kuwa mtu ni Muislamu ni, ni pepo ni, ni ni swala, bali awwalu ma yuhasabu alayhi alabd yawm alqiyama as-sala, jambo la kwanza atalohesabiwa mje mja siku ya kiyama ni nini? Sala. Sawa, si mtu jahili tu ajizungumzia hela na wafanya watu waone, yaani swala wanaoswali hazina maana, hawatoingia peponi. Maanake mtu mpaka ang'oke meno. Wewe mbona hujang'oka meno? Ndio swali. Alafu jamaa wajanja sana, sio siakisla, wajanja, wajanja. Yeye yeah, ana gari, kashauza dawa zake zile, sio mafuta ya upako, kashapata hivi vigari atembelea. Alafu wajawambia watu hakuna bebu ya kuswali, mtu mkang'oka meno. Kwanza akung'oka meno, mwongo Alafu ili mtu ende peponi ndio ng'oke meno sasa. Atu hisabu Bakari aling'oka meno eh, Ali aling'oka meno, sema na wa pepo na wote wa Bashiru wa pepo. Kwa hiyo ili uende peponi ng'oke meno, au au pijane jihadi. Pijane jihadi si ndio? Kwa wakina Fatima, wanawake ambao haendi jihadi na haendi peponi kwa kwa mapepo mpaka jihadi, wanawake na basi, maneno ya kuvirigiza virigiza ya uongo uongo, mambo yao yanakwenda basi. Kwa hivyo usiseme kuwa sisi tutaka, kuna yule mmoja yule mwemo bila zungumza pepo ya kuswali swali, hakuna aosif mwanzo

Huyo safihi asema kuwa kuswali, swali pepo uende. Ah, wallahi nankaja na nkaona klipu moja, sijui yuko nchi gani huyu, yumwemo mmoja asema kwa, kwa kusikia klipu yako asema kuswali swali hakuna pepo, watu wamewacha kuswali sasa. Wewe jieleze, sijui akazungumza upuzi gani pale, lakini watu wakuwacha kuswali na nimeona kwa macho yangu na kusikia, swa nasema hivi, tumewacha kuswali toka tusikie wao wasema hakuna pepo ya kuswali swali. Sasa utakawafanyaje? toka jua ndio ingia peponi au ufanye vipi? Yaani hawa khawarij, mbona wana hulusa wanapita mipaka kabisa kabisa. Kuna mmoja wao huko kwetu alikuwa akisema eh, hey, mwasubiri mswali swali tufeni yanguke kisha mkatoe vichwa mwingie peponi.